Maliza kiswa. Ah, pole. Kutoka hapo tunaenda katika wa, uh, methali. Sema methali. Methali. Kila wakati ukizungumza kuhusu methali jua ya kwamba eh, lazima utumie wagenge. Sema wagenge, wagenge, wagenge. Kwa mfano unasema wagenge hawakukosea walipotunyoa kwa mavipande vya chupa walipo Kulikunti, yani kulikunti ni kuongea. Waliposema walipo kulikunti eh, eh, mtaka cha mvunguni huvunjika guu. Mpata cha mvunguni, mtaka si mpata. Mtaka cha mvunguni huvunjika guu, sawa? Yes. Eh, huvunjika guu. Hao ni wagenge wa kitambo. Siku hizi tuna wagenge wa siku hizi. Sema wagenge wa siku hizi, wagenge wa siku hizi tunaye mgenge mmoja maarufu mnene kuruka mwenye umri na umbo la android. Unajua android, jina lake anaitwa Meja. Sema Meja huyo ni mgenge wa siku hizi, na huyo mgenge alisema ya kwamba eh, a, alisema kwani jana kuliendaje? Sema kwani jana kuliendaje?